Wako nasema ndio, Yesu ni Mungu, lakini haiko Mungu mkubwa. Yaani banayoa kama kuko Mungu mkubwa na kuko Mungu mdogo. Niliona mtu mwana toka Kenya, tulifanya naye deba ndani ya hii tere yeye. Yeah, anajua kama Yesu ni Mungu, lakini ni Mungu mdogo, lakini baada ya Yesu, Yesu kuwa Mungu mdogo iko sasa na mwengine Mungu ambaye ni Mungu mkubwa, vile utakuwa uko unajichanganya we peke. Na ujue ibada uko na ipana kwa Mungu gani? Lakini ujue kwamba Mungu ni mmoja tu, na anasema sifa yake hataipatia Mungu mwingine. Isaya arobaini na mbili nane mimi ni Bwana, ndilo jina langu. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitamupa mwingine. Unasikia utukufu wake yeye Mungu anasema, hata patia mwingine, wala sanamu ya kuchonga sifa zangu. Ubarikiwe, amina. Usuazi aseme Mungu alifanya Yesu akamuita naye mungu, kisha akamupasee sifa naye akweka mungu kadogo ile maandiko haiko mubiblia, kwenye watu wanachanganyikiwa, wanaposoma andiko la Yohana 17:5, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, soma pale Yohane 17:3. Ndio. Na huu ni uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu pekee wa wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa watu wanaposoma hii andiko wanasema ah, kumbi tuelewe kwanza kama kuko Mungu mmoja wa nini wa wapekee. Baada ya kuwa Mungu mmoja wa pekee, kuko na Yesu Kristo mwenye alitumwa na Mungu. Sasa katika watu ambao walipokea Kristo Yesu, hawana hii akili, lakini banajua kwamba akili ni moja, Mungu wa Mungu wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma, ni Mungu mmoja aliyepatia wanadamu akili ya kujua Mungu mmoja. Waraka wa kwanza wa Yohane 5:20, waraka wa kwanza wa Yohane 5:20. Twende nasi, tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, si hatuna mashaka na ile tena, Kristo alisha kuja na ametupa sisi akili, alikuya jua tufungule tempa ili tumujue yeye aliye wa kweli, na objective yake alikuya juu tumujue yeye aliye wa kweli, ndani nasi tuko ndani yake aliye wa kweli. Si eh, hatuna mabishano juu tuko ndani yake, yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu, huyu. huyu. huyu. ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele Yesu njoo Mungu tunayemwabudu, njoo Mungu wa kweli, na yeye ndiye atatupa uzima wa milele. Njoo imani kabisa ambayo tunayo na tuko tunaitangazia dunia kupitia neno la Mungu. Kama huamini vile mpendwa, basi utakuwa umepotea na utakuwa umeshindwa. Ni nani uko unafanyia ibada duniani?